Kama mnavyoona leo, siku ya tarehe 30, nimetimiza imetimiza wajibu wangu wa kuchukua fomu kwa ajili ya kutetea nafasi ambayo ninaitumikia katika kipindi cha miaka mitano, na yamkini, kama mlivyosikia uh, tamko la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, ifikapo tarehe tatu mwezi wa nane, uh, miaka mitano yetu itakuwa imetimia, lakini mchakato uh, wa kutafuta kuziba nafasi hiyo unafanyika katika kipindi hiki na mimi E, kama mbunge ambaye na, naelekea kumaliza muda wangu basi ninayo kila sababu ya kuweza kutetea nafasi yangu. Aa, na sababu mambo ni ya msingi sana ambayo nina sababu ya kutetea kiti hiki. E, na kwa sababu ya, ya kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo kwa kweli ameiheshimisha wilaya ya Missenyi, jimbo la Missenyi kwa utekelezaji wa miradi ambayo kwa kweli ni mageuzi makubwa ya, ya kimaendeleo ndani ya wilaya yetu na mimi nikiwa mwakilishi wake e, figa la pili katika bunge la jimbo hili, basi nimefanya kazi yangu kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tumeelekezwa kama mkataba wa wananchi ndani ya ilani ya uchaguzi, nimeweza kuhakikisha kwamba yanatokea ndani ya jimbo langu. Lakini pia sio mimi peke yangu, kwa kushirikiana na madiwani wetu ndani ya kata zote na viti maalum, tumeshirikiana kuhakikisha kwamba tunahudumia wananchi na changamoto ambazo ni mbalimbali zinaweza kutatuliwa lakini msingi kwanza, niseme faraja tulionayo na Missenyi, tunaona uh, mageuzi, mageuzi makubwa katika upande wa afya. Tunaona mageuzi makubwa katika yani uh, elimu na tunaona mageuzi makubwa katika upande wa huduma za maji. Tunaona mageuzi makubwa katika huduma ya miundombinu yani, barabara zote ambazo zinasimamiwa na TANROADS na TARURA. Lakini tunaona mageuzi makubwa katika kuhakikisha kwamba pia tunaendelea kukusanya mapato ya ndani. Lakini tunaona mageuzi makubwa pia katika serikali kuhakikisha kwamba inatuletea ajira lakini tumeona mageuzi makubwa katika kuhakikisha kwamba tunapata nishati ya umeme katika maeneo yote ambayo yalikuwa yajafikia hasa vijiji na kuendelea kuweka katika vitongoji. Kwa hiyo tukiangalia uh, katika mustakabali huo naona mambo makubwa yamefanyika ndani ya jimbo hili la Missenyi. Sasa ni kwa nini mimi sasa narudi hapa nikiomba ridhaa tena ya wananchi? Kwanza wananchi ni washukuru sana kwa umoja na mshikamano na ushirikiano. Na mimi nimepita wote ni mwapongeza ni kuwashukuru kwa kwa nafasi walionipa ya kuweza kutekeleza majukumu yangu. Na leo narudi kwao kuomba waniongezee muda, ni kwa sababu mambo mazuri ambayo yamefanyika leo, lakini kuna mambo mengine ambayo nimeacha njiani yanaanza ya kutekelezwa katika bajeti zinazokuja, na si mwingine anayefahamu mambo hayo ni Florent Laurent Kyombo mbunge ambaye anamaliza muda wake na ambaye anatetea nafasi yake kwenda kupata ridhaa ya wananchi kurudi. Na katika maeneo naweza kutaja baadhi, kuna miundombinu mingi ambayo nimeacha kwenye pipeline. Kwa mfano, ujenzi wa barabara ya rami kutoka Bukwali kwenda mpaka uh, Katoma. Ni kwamba ni sababu za msingi ambazo natakiwa kusimamia kuhakikisha kwamba hiyo barabara imekamilika, lakini nyewe ni mashahidi hapa, tunaona barabara ya rami inajengwa hapa Bunazi Junction kwenda Kagera Sugar. Mbona sasa mimi mkandasi ameshalipwa fedha za kwanza bilioni tano nukta nne lakini barabara ndo zinataka kuanza. Mimi ndo na kila sababu ya kuhakikisha kwamba nimesimamia barabara hiyo ime, imetendeka. Lakini pia mnaona kwenye bajeti tunaona tunataka kujenga barabara ya, ya kiusalama ambayo ita kilomita 56, kutoka mtukura mpaka kakuli. Hakuna mwingine anayefahamu hayo, ni Kyombo ndio anafahamu hayo lakini tunaona maeneo mengine ambayo viongozi wetu wa kitaifa walituahidi barabara za lami, barabara ambazo zote viongozi wamesha anza taratibu za kuanza kujenga, hakuna mwingine anayefahamu hayo yote ni Kyombo. Lakini mimi leo na takwimu, kata ngapi zimepata maji na zipi zimebaki. Kwa hiyo ni mwendelezo wa kushuka, leo najua ni vitongoji vingapi ambavyo vimepata umeme na vingine havijapata umeme hiyo ni chombo ndio anaweza kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo na kila sababu ya kuja mbele ya wananchi hao, na wao wakaona kazi iliyofanyika, lakini wakalinganisha na miaka mingine iliyopita ya ya wabunge waliotangulia uh, kuona kwamba mabadiliko yalikuwa ni makubwa kwa kweli katika kipindi hiki. Kwa hiyo na kila sababu ya kuhakikisha kwamba tusianze upya huu, uh, ni mwendelezo ambao ni mwendelezo mwema ambao utatufikisha katika ufanisi mkubwa ndani ya jimbo letu, lakini sio hayo tu na mimi nitakuwa mbunge wa kwanza sasa, katika kipindi kingine cha miaka mitano huwa mbunge wa jimbo la Misenyi, kitu ambacho nilipambana sana bungeni, kwa sababu nilikuwa nikijitambulisha kila siku mbunge wa Nkenge. Lazima mtu atafute kujua huyu ni mbunge wa Nkenge, Nkenge iko wapi? Kwa sababu Nkenge sio sio kijiji wala sio tarafa, kwa hiyo ilikuwa ni shida, lakini na mimi kupitia tume ya uchaguzi nilipeleka maombi wakasema, mda mwafaka ukifika kupitia taratibu zinazotakiwa basi jina limebadilika. Kwa hiyo natamani mimi niwe mbunge pia wa kwanza kwa jimbo la Missenyi ili iweze kuakisi katika wilaya yetu, lakini aa, kikubwa kwa kweli ni kuhakikisha tumeleta maendeleo kwa wananchi, na hapo sasa, kwa kuwa tumeshajenga base na msingi mzuri, naamini miaka mitano inayokuja ni kuhakikisha kwa kwamba tumeboresha na kutatua changamoto, lakini pia na kujitahidi kutafuta miradi ya kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja ambayo ni mingi sana. Kwa hiyo tukiwa nafasi tunaweza kufanya haya mambo yote yakafanyika na wana Missenyi wakazidi kupata faraja, lakini wakapata uwakilishi mzuri na uwakilishi ambao una uadilifu ndani yake wakilishi ambao, ambao una weledi katika kitu unachokisimamia, wakilishi ambao una mtandao wa kimawasiliano ndani ya serikali na nje ya serikali, wakilishi ambao una CV ambazo zinasomeka kwa uwazi na ukweli ambao unaonekana na mtu yeyote anaweza kauliza kwamba huyu mtu e, kiwango chake cha elimu ni cha wapi? Amesoma hame, amefanya kazi wapi? Akaona kwa uwazi bila kutumia tochi kutafuta. Kwa hiyo naamini hata pamoja na kwa kwamba kuna wenzangu ambao nasikia na wenyewe a, wamekuja kutia nia ni nia yao lakini naamini wananchi tusirudi nyuma kujirudisha nyuma kimaendeleo. Kwa kuwa chombo kimeshakamata kasi, basi tusonge mbele kuhakikisha kwamba tumeendeleza gurudumu la maendeleo.